Mgogoro baina ya Urusi na Ukraine kwa zaidi ya miaka mingi iliyopita unaendelea kuweka mashakani siyo tu raia wao bali pia jumuiya ya kimataifa. Shambulio hilo la Urusi linafanyika wakati ambapo rais wa Ukraine anaonyesha matumaini kuhusiana na mpango wa amani wa Marekani. Zelenski amesema Ukraine haitokuwa kikwazo kwa amani na mamilioni wa raia wake wanatarajia na wanastahili amani. Kadhalika amekaribisha mabadiliko yaliyopendekezwa kwenye mpango wa amani wenye vipengele 28 wenye utata wa kumaliza vita na Urusi. Waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameliambia bunge la Uingereza leo kwamba bado kuna safari ndefu na ngumu mbele katika mchakato wa amani wa Ukraine. Urusi imekuwa ikiitaka Ukraine ijitoe kikamilifu kutoka eneo lote la mashariki mwa Donbas linaloundwa na mikoa ya Doneski na Luhanski. Pia inadhibiti eneo la Crimea na sehemu kubwa za mikoa mingine ya Kherson na Zaporizhzhia. Makumi ya maelfu ya wanajeshi na raia wameuawa na wengine kujeruhiwa, huku mamilioni ya watu wakikimbia makazi yao tangu uvamizi kamili wa Urusi uanze karibu miaka minne iliyopita. Mgogoro kati ya Urusi na Ukraine ulianza Februari mwaka 2014 ukihusisha vikosi vya wanaotaka kujitenga vinavyosaidiwa na Urusi kwa upande mmoja na Ukraini kwa upande wa pili, mgogoro ambao hasa unahusu ardhi ya Krimea na Donbas. Rajabu Msangi. <todicomilio>